La watu wa Australia. Watu wako Tokyo wako nyuma masaa sita na Saudia. Sisi tunajua ibada ya wukufu biarafa inaanza wakati wa nini? Zawala, wakati wa mchana inapofika wakati wa kuanza ibada ya nini, wukufu biarafa. Tokyo Japani, wa tayari kwao ishaingia usiku ile siku ishaisha isha. Sasa wafanye nini? Wafunge usiku kwa sababu ndo watu wako katika Jabalrahma kule Arafat, ama wasifunge hawana thawabu hao, wasifanye kitu nisema nitaijibu katika hizo hoja, lakini naona nao wakati umerefuka zaidi, lakini si katika hoja za kielimu kabisa, kwa mambo mawili. Kwanza, sitazungumza na wewe uliokuwepo hapa Afrika Mashariki. Wewe watayari kwao ishaingia usiku ile siku ishaisha isha. Sasa wafanye nini? Wafunge usiku kwa sababu ndo watu wako katika Jabali Rahma kule Arafat ama wasifunge, hawana thawabu hao, wasifanye kitu? usijifanye kwamba ni mufti wa watu wa Australia na New Zealand. Wewe kwanza ambaye waafikiana na watu wa Maka kwa nyakati kwa, kwa, kwa, kwa mchana wao ndio mchana wako. Kama kuna pishana masaa mawili matatu, kuzama jua, kuchomoza jua ha, kupinduka jua kwamba sasa adhuhuri kwa wametangulia kidogo ni jambo linakuja kwa, kwa kipindi kifupi sana, lakini mchana wao na mchana wako ni mmoja tu, asubuhi yao na asubuhi yako ni moja tu. Sasa wewe kujifanya Nyuzilandi huko, wewe akusulili Nyuzilandi tumefahamu funga maadamu Allah amekurahisisha. Sisi tuko karibu na Maka, kuna watu wako mbali na Maka kwa masaa mengi tu. Sasa hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Hili ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, udhuru katika sheria ya kiislamu uko unakubalika. Udhuru katika sheria ya kiislamu leo mathalan, nakwambia mathalan, mtu ni dereva labda aendesha mabasi ya malori, anasafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine ugenini. Akitoka Ndola Zambia anakwenda Lubumbashi Kongo, mwezi mzima, miezi miwili, azunguka, aenda huku enda kule, kwao ni Tanzania, lakini Ramadhani imeingia iko barabarani, kila siku atoa mali huku, apeleka huku, apeleka kule, sh sheria inamwambiaje? faman kana minkum maridan au ala safarin faiddatu min ayamilukhra, atake kuwa miongoni mwenu hii ni mgonjwa au yuko safarini, afungue atalipa siku nyingine. Huyu yuko safarini, huyu ni katika watu wenye udhuru. Sasa huyu sasa, kuna Lailatul Qadri itampita itakuwaje? Ha, tayari huyu ana udhuru huyu yule. Huwezi kujifananisha na wewe uliyoko nyumbani kwako mjini kwako. Mbona fulani yeye akafungua Ramadhani yule yule ana udhuru sawa. So, wewe udhuru wako ni upo. Sasa mtu mathalan, usiku wake au mchana wake watangulia juu ya mchana wa Maka, kwao ni mchana mpaka Maka kenye kuwa mchana kwao ni usiku, si wewe lakini ni yule. Sasa sheria itamtazama vingine, mnaelewa? Tubare tukasema hawa ni watu ambao katika mazingira ya nyudhuru najudhuru katika sheria zipo zinakubalika, si jambo la kukebea, kwamba ah, tuambiwe ahlul adhari hao ndio, si ndio sheria. Kuna watu wanaishi katika Alqutb huko Alshamali, kaskazini huko, jua hali zami kingine labda kwa miezi mitatu, miezi sita, jua hali zami kila siku, wakitoka jua lile pale lawaka. Wao watafanya vipi ibada zao? Wataswali vipi hawa? Watafunga vipi hawa? Nthumma atimu siama ila lleil, haya tuliyataja katika baadhi ya, ya, ya, ya dhurusi zetu. Na kuna wengine ni giza tu yatokea katika hii dunia, kaona kwamba huu ni uchavi dunia hii. Hii yatokea mambo haya, itakuwaje? Na watu siku hizi wanakuwa ni watundu, utakusafiri kwenda huku, angaza juu. Haya, Arafa imekuja eh, mwezi tisa na yeye juu jua ule mwezi kaukalia pale, mwezi tisa yake ni ipi? Hayo haiwezekani. Hata kusema ha, ha, siasa watu hawezi kuenda. Tujalie sasa, kutokana na hali ya sasa, jinsi ki. hii kikundi cha Waislamu chatoka nazao mwezini, wafika kule Arafa, taarifa wapata Arafa huko. Sasa juza, subiri mwezi tisa yetu, mwezi ndio umetua juu yake. Mwezi tisa yenu nyinyi ni ipi? kama hamtafuata Maka nyinyi mkiamua kufunga Nikitaka kuondosha udhuru wenu kwamba sisi tuko safari. La, tutaka tufunge Arafa. Tutaka, Arafa. Tutaka dua ya Arafa. Ah, wafungaji wao watafunga kuzingatia wapi? Tanzania, kwa sababu tumeondokea Tanzania. Kwa hiyo tutafunga kwa mwezi wetu wa Tanzania. Sawa haya, watu hatusafiri na mwezi ha, mwezi upi sasa? na mwezi ndio huu tuko nao huu hapa. Kwa hiyo mambo mengine yajibika kiakili, ya akili ya tu za kawaida, kuonyesha kwamba si hoja za kielimu.